tate ndilamwana ndila nzimoera amen ndikulandireni abale anga lelo la mulungu la chitatu mu nyengo ino ya lenti pano pa tiyankhuleni ambuye mulungu atiyankhule tiyende ndi mawu wake munthu sakhala moyo ndi chakudya chokha koma mawu ochoka mkamwa mwa mulungu ndipo timvesere mawu amenewa atithandize pa nyengo ino ya lenti muchaka chino cha jubilee mau oyamba akuchokera mbuku la exodo mutu 3 ndime ya 1 mpaka 8a kupitiriza ni ndime ya 13 mpaka 15 amene akutiwerengera mau oyamba ndi a uh, ane mweso kuchokera ku hole family Kobe Barracks church mu diocese ya zomba

mose adayankha kuti wawa ndipo mulungu adati usayandikire pafupi vula sapato zakozo chifukwa malo kuimapowo ngoyera adapi adapitirira kunena kuti ine ndine mulungu wa makolo ako mulungu wa abrahamu mulungu wa isaki mulungu wa yakobo

mulungu wa yakobi ndiye amene wandituma kwa inu tsono limenelo ndilo dzina langa mpaka muyaya limeneli ndilo dzina zina limene dzanditchula mibadwo yonse yam'tsogolo mawu a ambuye titokoze mulungu mawu amkalata yoyamba ya paulo woyera kwa korinto abale ndifuna kuti mudziwe zimene zidawachitikira makolo athu akale aja onse adayenda mu mthunzi wa mtambo ndipo onse adawoloka nyanja yofira motero mu mtambomo ndi mnyanjamo onsewo adachita ngati kubatizidwa ndi kukhala amodzi ndi mose onse ankadya chakudya chauzimu chimodzi-modzi onse ankamwanso chakumwa cha uzimu chimodzi-modzi pakuti anali kumwa mʼthanthwe la uzimu limene linkawatsatira thanthwelo linali khristu yemwe komabe ambirimbiri mwa iwo mulungu sadakondwere nawo

zonsezi zidawagwera makolo athuwo kuti zikhale zowachenjeza ndipo zidalembedwa kuti tipezepo phunziro ifeyo amene tikuyandikira nthawi yakutha kwa zonse tsono amene akuganiza kuti wayimirira molimba achenjere kuti angagwe mau a ambuye tithokoze mulungu ambuye akhale nanu mthenga wabwino monga adalembera luka woyera ulemu kwa inu ambuye anthu ena amene anali pomwepo anaza kwa yesu nayamba kumsimbira za agalileya amene pilato adalamula kuti aphedwe pamene iwo ankapereka nsembe zawo kwa mulungu tsono Yesu adawafunsa sakuti. Sakuti, kuti kodi mukuyesa kuti Agalileyawo anali ochimwa koposa Galileya ena wonse popeza kuti anaphedwa motero yayi koma mukapanda kutembenuka mtima inunso muzawonongedwa ngati iwo aja nanga anthu aja 18 amene nyumba yosanja inawagwera kusiro wamo nkuwapha

papita zaka zitatu sopano ndikufuna zipaso mumkuyu uwu koma osazipeza udule sono ukugugisiranji nthaka koma iye anati ambuye ba ulekani chaka chinochokha ndiukumbire pasinde nkuti nkuthilira manyowa ukazabala zipaso chaka cha mawa zizakhala bwino koma ukapanda kubala apo muzaudule mtenga wa ambuye ulemo kwa ino ambuye yesu kristo ndikumbukira tili ana timathawa kukasamba koma khalidwe limenelo timayembekeza kuti munthu ukakula lisapitirire khalidwe limathawa kukasamba chimozi chimene timathawira penchoina kuti sitimamvesa kuti kodi ati ndikasambire chani kwenikweni chifukwa timaona ngati kuti mene tililimo lili bwinobwino chifukwa ngakhale mbulangete timatha kukalowa tili otuwa mamawa tikamatulukamo titayera pangono bulangete lija litagwira nchito yake koma makolo amadziwa kuti lisilo limene uyu atatenge adwala analo ukondo umene alibe uyu umpangisa kunena kuti adwale nchifukwa chamatiuza kuti tiye ukasambe Ife timangu ona mo, kuzizira kwa mazi aja. Ii kuma abale mpaka na akandi vule kina kwa wandi sambi ise. Timangu ona mo zimenezu. Kuma iwa aja, ama ona mo moyo wabwino mu chimenecho ndikamba zimenezi, chifojo na kuti nyengo ino ya lenti. Tunena kuti, ndi masiku fote. Ndiyo masiku wa fote amene wa, kuli zinthu zimene mpingo, wanena kuti tatie ntipange isi. Ndizi bwere zabe. Kusalazo kuja, kugwira nchito za chifundo kupemphera, kulapa kuma kodi ifeyo tikakhala tikumazifusa una kuti kodi chifukwa chani akutiuza kuti tipange zimenezi kodi tikumumvesa mulungu cholinga chake potidusisa mu zimenezi chifukwa ngati sitikuzimvesa zikhala zotivuta kuti tizivomere kuti tizipange ngati sitikuzimvesa tizazikana ife tomwe pamene zina zoti tizitithandize ife tomwe ndiye ndafuna kuti kuzera mmawu athu alero tizindikire kuti mulungu akufuna akupulumuseni ku kapolo wina wake nchifukwa chake akutipangisa zonsezi mawoyamba aja akukamba za mose amene mulungu akunkodola kuti mose uja ayandikire antume akuti akuona chisamba choyaka moto ndipo mose akuyandikirapo Ndikaone kuti kodi chimenechi ndichani ndipo mulungu uja akumuwuza kuti mose ndamva kulira kwa ananga ndaona kuzunzika kwao ndabwera kuti ndiapulumuse akuterotu mulungu choncho chimene tikupangira lenti mulungu waona kusauka kwanu kumene mwina inyo mwazolowera mavuto osi mukukuona waona kuvutika kwanu ndipo akufuna akupulumuseni nde watuma yesu mwana wake kuti azatipulumuse ndipo una kuti zina langa ndine ndilipo ndipo, ndipo ndili nanu nthawi zonse mose akuyenera kagwire ntchito yopulumusa anthu ake ukaawuze aisraeli kuti ndilipo wandituma ndipo zina limeneli ndilimene uzagwiritse ntchito mpaka na sogolo inu ndine tiziwe kuti mulungu akufuna kuti atipulumuse atipulumuse ku zofoka zathu Ndiye zimene tikupanga mulendizi musazinyozere. Chukwa mukazinyozera zimenezi. Simupulumuka. Enanu mukulephera kuti musunthe pamoyo wanu. Chifojo na kuti mukukakamira china chake. Mukuona ngati kuti chimene muli nachocho. Ndi cha mtengo wapatali. Enanu muli mabanja osalongosoka longo soka. Koma mukuona ngati ee eh, ndingachoke bwanji banja limene. Mukuopa. Nyengo ino ya Lenti ndiyona kuti ikulimbiseni seni ntima. Ikupase ni fizo. Kuti chintu chanu chosalongosokachi tachikonzeni ndipo ngati chikukanika kukonza kachitaini ngati banja ulirona kuti simuna mange koma likukanika kuti mumange ndikumanga kumene banja limenelo kachitaini ngati ndiro manga ndipo likuvuta banja limenelo likakamireni likupeni chifwa mukulumikizana ndi ambuye yesu mmasauso ake munthu amene mulimbikane naye mpaka na mumpulu mose inuyo ndinu mose wake inuyo ndinu yesu wake mulolere mmene analolera mose kupita kwa farao osaopa ndikupita kwa panga zonse zimene mulungu anamtuma inonso mukhale mose kwa ambanja mwanu kaya ambanja mwanu ali ndi vuto la mtundu chani inuyo mulolere kuti amene ajawo mwagwirire nchito mpaka na atheke inuyo mwamva muthenga wabwino akuti nkhuyu suumabereka ndipo mwina chonena kuti nkhuyu ndingoudula chifukwa chani sukubereka zipatso koma wanchito amene amagwira nchito m'mundamo amene anapasidwa kuti munda uzusa mala ndiwe amene ndiapenaena kuti bwana uleke ni mundawo uleke ni munda, ni mtengowu ineyo ndiilowa ntchito yona kuti ndiukumbire ndipo ndizipasa chaka cha tunthu ndikupanga zimenezo ineyo ndikatenga manyowa nditenga thumba langa ndikatuta manyowa ndiuthirire una ndionesese unakuti u ndaupangira zonse zimene kupangira mpaka naoneka kuti pati ameneyo ndiye mose ameneyo ndiye yesu khristu amene ataona kuti mulungu afuna alange mtundu wanthu na kuti ai ndipita ndikaapulu mose ndikababira nkhola ndikalalikira ndikuzwa ndikazunzika ndikuzwa kuti ndikafika mpaka na pantanda ndikuzwa ndikafa koma ndifuna ndipite ndafuna nonse amene munamanga mmaukwati anu mukhale ndi mtima umenewu wa yesu kristu mukhale ndi mtima umenewu wa mose mwatumidwa kuti ameneyo mumpulumuse ngati inu simumpulumusa ameneyo afa ndi machimo ake ndiye mauto amena kuti munthu wochimwa ngati satembenuka afa ndi machimo ake koma iweyo ndiza kuimba mulandu nakuti bwanji iweyo sunalimbe nazo musaone ngati kuti akukonongerani moyo

koma tisatenge za dziko lapansi pano zitikanikise kukonza moyo wa azinzathu amene mukukhala ndi azinzanu muzitenge kuti Mose wawo ndinu amene mukukhala ndi azinzanu muzitenge kuti Yesu wawo ndinu amene mukukhala ndi azinzanu muzitenge kunena kuti wantchito m'munda muja ndi inu muirowe yopanda malipiro muirowe yokatuta manyowa munthilira ameneyo kaya muilowe ndi mwana amene akuzunza pakhomopo muilowe yokantutira manyowa munthirire muilowe yotengulira mpaka na mwana ameneyo atheke khama khama khama powakonza azinzatu ndichimene mawalero akutikumbusa mpaka na aberekezi paso aberekezi paso mulungu akutituma pitani ndipo mulungu akunena kuti ndili nanu pantchito imeneyi kusonyeza kuti chani pamene mukulimbana ndi mamuna anuyo Pamene mukulimbana ndi mkazi wanuyo kuti atembenuke pamene mukulimbana ndi mwanayo kuti atembenuke pamene mukulimbana ndi nzani kuti atembenuke musaiwale mulungu kuti alinanu inuso mukhali naye mulunguyo muzipeza mpata wogwada pansi ndikupemphera kuti mulunguja mugwire naye ntchito limodzi pa munthu wanuyo ndi mphamvu zanu zokha ndi mphamvu zanga zokha zitakwazo vuta koma tikambweresa mo mulungu muzimene ife tikufuna kupanga zicha mulunguja amatithandizira tiyeni tisalekerere anzathu akulowerera aku, aku, aku Ai tisalekeere akulowerea olo atakhala kuti akupanga makani, muziwe kuti chikupanga makani cho ndi chiwanda chimene chili mwa iye musamulekerere chifuna chimuononge inuyo muzikhala kuti muli ndi chidwi ni munthu wanuyo mpakana akhale kuti wakaima pabwino tiyeni nyengo inoyi itithandize osati kungokonza mitima yathu komanso kuthandiza ena kukonza mitima yawo m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera Ameni